wa kulipa ada kwao, mimi nikaa nachukua mikopo kazini nampa ili aendeshe elimu yake. Kiujumla ni kwamba nilimsaidia kumsomesha, baada ya hapo akapata kazi CRDB. Si alivyopata kazi CRDB, si akabadilika na kutelekeza familia na kuwa ananyanyasa mimi na, na watoto wangu. Mpaka sasa anaendelea tu kuninyanyasa na kunifatafata Nacho... Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Getrude Yohana mkazi wa kata ya Lemara mkoani Arusha, amedai alimsomesha mwanaume wake anayefahamika kwa jina la Sadam Idi katika moja ya vyuo vilivyopo mkoani Arusha. Baada ya mwanaume huyo kumaliza chuo alifanikiwa kupata kazi katika moja ya taasisi za fedha zilizopo mkoani Arusha. Mwanaume huyo Sadam Idi na mwanamke Getrude Yohana hadi sasa wana watoto wawili, kwa maana ya kwamba walishajenga familia. Baada ya Sadam Iddi kupata kazi katika moja ya taasisi za fedha zilizopo mkoani Arusha, Sadam Iddi aliikimbia familia na hadi sasa Gertrude ameamua kuzungumza na Manara TV. Ameeleza kwamba amekuwa akipokea vitisho kutoka kwa mwanaume huyo pamoja na mjomba wake. Naitwa Gertrude Yohana, mimi nilikuwa naishi Kibondo, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma na mwenzangu anaitwa Sadamu Iddi Ramadhani Tuli. Tuliishi kule, baada ya hapo tukaa tumekuja Arusha, tuliishi Arusha tukaendesha maisha. Baada ya hapo akadai kwamba anataka kuendelea na shule, alivyoendelea na shule alisoma kiuti suye. Baada ya kumaliza akapata kwenda chuo cha uhasibu, alivyofika chuo cha uhasibu akaa nasoma, lakini ada alikuwa na uwezo wa kulipa ada kwao, mimi nika nachukua mikopo kazini nampa ili aendeshe elimu yake. Kiujumla ni kwamba nilimsaidia kumsomesha, baada hapo akapata kazi CRDB, si alipopata kazi CRDB, si akabadilika na kutelekeza familia, na kwa ananyanyasa mimi na watoto wangu, mpaka sasa anaendelea tu kuninyanyasa na kunifatafata. Ninachokiomba serikali na viongozi, hadi mkuu wa mkoa anisaidia, aingilie kati Sihitaji anifatefate, nachokiomba ni usalama wangu, kwa sababu sasa hivi nimekuwa nikiishi kama maisha ya digidigi, nimechoka. Hicho tu ndicho ninachokiomba kwenye serikali. Amekuwa akinitishia kwamba nilivyokuwa na kesi, n, nina kesi kule mahakamani ya kutunza watoto. Baada ya hapo akananitishia, nasema unaendelea kunifatafata, nitakufanya kitu ambacho kitakuwa ni kibaya zaidi. Mpaka sasa nimeamua kuacha kesi ili nisije nikafanyiwa kitu kibaya. Mjomba wake ni mwanajeshi. Wakati nikiwa wakati nikiwa mahakamani, nilitoka mahakamani nikaenda pale kazini kwake CRDB kwa Sadam Idi Ramadhani. Nilivyofika pale CRDB, niliomba kuonana na branch manager. Nilivoonana na branch manager, nilimweleza kila kinachoendelea. Sadam Idi Ramadhani aliitwa na branch manager wake, akaulizwa baada ya kuulizwa alikataa kabisa, akasema mimi nahudumia familia. Baada ya hapo branch manager akadai kwamba ana wateja wanamsubiri, nikaambiwa kwamba tutafute familia tukae. Bas, branch manager akaingia ndani, Saddam akatoka hapo akachukua simu akampigia mjomba wake, akamueleza kwamba nimeenda kufanyaje, nimeenda kumfanyia fujo ili nifukuzishe kazi, akampa namba yangu ya simu. Mjomba wake alinipigia simu akaniambia uncle naomba uondoke hapo mara moja, kwa sababu umekuwa ukimrudisha nyuma sana mtoto wangu. Na mimi kama familia yako, huwezi kusikiliza maneno ya upande mmoja pasipo kusikiliza watu wote, itakuwa tusikilize na uangalie kipi cha kutushauri, na mpaka hapa tulipofika. Unavyosema nimemrudisha nyuma, alipokuwa anasoma usiku, kusikia leo amepata kazi, mmesikia na kazi, CRDB anafanya kazi benki, mmeanza kujitokeza. Mimi sitaki mnifanyie fujo. Watoto, nina watoto naye wawili, wakike na kiume, Salimu Sadamu na Sara Sadamu, na kuendesha kwetu maisha. Kabla hajapata kazi, yeye alikuwa ni, ni mlinzi wa kawaida, na alivyoanza kusoma mimi nilikuwa nafanya kazi pale, nilikuwa nafanya kazi ya kulipa kwa mwisho wa mwezi, na hapo hapo nilikuwa nakaanga karanga. Nilikuwa nikikaanga ndizi, nikikaanga miogo na kuchemsha viazi. Kwao kile kitafunio ndicho nilichokuwa nikifanya ku, kuendeshea matumizi mahitaji ya pale ndani na yeye. Hata alivyoanza kusoma, kile kitafunio nilichokuwa nikiuza kilikuwa kin, kinatusaidia hata yeye pia kilikuwa kinamsaidia. Kila siku ilikuwa nahakikisha nampa shilingi elfu tatu alikuwa anasema anahitaji ya notes kwao mpaka ilipofikia mpaka akaenda chuo ndipo nilipoanza kuchukua na haya, akaa naniambia kwamba amepelewa na ada anashindwa kuendelea na masomo, mi nikaa namtia moyo. Baada ya hapo, nikaa nachukua mikopo na kumpa, anaenda kulipa ada. Baada ya kupata kazi, nilishi naye kwa amani ndani ya miezi sita. Baada ya hapo alibadilika, akawa hali nyumbani wala hatumii chakula cha humo ndani akawa naagiza watoto ambaye, nendeni mkaniletee chipsi na soda. Anakaa hapo mezani anaweka miguu juu anawambia watoto anamwambia Sara, Sara, unaona wasomi jinsi tunavyokula vizuri, na wewe soma kwa bidii ili uje kula vizuri kama mimi, unaona matajiri kama sisi tunavyokula vizuri. Akaa anawambia watoto hivyo. Kwa sasa mimi watoto jinsi wao walivyochukuliwa wao na baba wao, kaenda kukaa kwao, baada kwake, baada ya kurudi waliniambia anaishi Kijenge, anaishi na mke wake. Manara TV pia ilimtafuta Sadamu Iddi mwanaume huyo anayetuhumiwa kusomeshwa, lakini alikanusha hakusomeshwa na mwanamke huyo. Jina langu mimi naitwa Sadamu Iddi Ramadhani. Mimi nimesoma chuo cha uhasibu. Sawa, muulize ada aliyoilipa uhasibu ni shilingi ngapi. Kwani kwani ada zinajulikana, mimi nilisoma nikiwa nafanya kazi, mi mwenyewe nilijisomesha mi mwenyewe, na mpaka sasa hivi bado naendelea kusoma. Kama kweli ni yeye aliyenisomesha, mpaka sasa hivi ye ndo ananipa ada. Mjomba wangu mwanajeshi hayupo, hayupo hapa Tanzania, yuko Kongo. Mpaka sasa hivi nikikupa simu zake hazipatikani. Alimpigia simu lini? lili zawape taarifa huko. Ugomvi ni kwanzia kwanzia nimempata huyo ta, ameshanipeleka kituo cha polisi kwenda kunishtaki. Hii ambayo tumeachana juzi ilikuwa ni mara ya tano, si sawa? Kila mkikosana ni yeye anaenda kituo cha polisi, kila mkikosana anaenda kituo cha polisi. Sasa hii juzi ni ilikuwa ni mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tatu yeye yeah, yeah. alikwenda huko kwao Shinyanga kwenda matembezi kwa kuwasalimia wazazi wake hao. Sasa alivyorudi akaja na watoto watano sawa, nikamwambia bwana, mimi siwezi kuishi chumba kimoja, bado sina kazi nzuri, halafu nije nitunze watoto watano wa kwako. Sasa pale tulifukuzana pale, yeye alitoka akaenda kuishi kwenye chumba cha jirani kwa baadaye, na wale wale watoto kwa baadaye, akaenda kunishtaki kituo cha polisi na barozi, badala waende kusema kwamba tumegombana kifamilia, akaenda, akaenda kunishtaki kwamba mimi namtisha na, na kumuua, na mimi ni jambazi. Nadhani hayo maelezo yote yako kituo cha polisi. Niliowafungia ni, ni, ni hao watoto watano. Sasa baada ya, ya kumwambia hao, chukua watoto wako hawa ondoka nao, siwezi kulea watoto watano ambao mimi siwajui. Tulikuwa nao watatu watoto. Sasa sasa baada ya kwenda mahakamani ikaonekana kwamba wakwangu ni wawili si